karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa sant gaspar media katika kipindi cha tafakari ya njili ya siku leo alhamisi juma la 32, kipindi cha kawaida mwaka che wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza somo katika kitabu cha hekima ya suleimani sura ya saba aya ya ishirini na mbili hadi sura ya nane aya ya kwanza na somo la injili inatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka sura ya 17 aya 20 hadi ya 25. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Yesu alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu auji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja zitakapotamani kuona siku moja katika siku zake mwana wa Adamu, msione tena. Watawaambia tazama kule, tazama huku, msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate kwa kuwa kama vile umeme umulikavyo toka upande huu wa chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza hanabudi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Neno pendwa la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la injili tuliyolisikia hivi punde Mafarisayo wanamuuliza Yesu kuwa ufalme wa Mungu utakuja lini. Na pengine pia hata sisi kwa upande mmoja au mwingine tunajiuliza pia swali kama hili, ya kuwa ni lini ufalme huu wa Mungu utakuja? Ufalme huo utakapokuja utatukuta katika hali gani? Au mwisho wa dunia utakuwaje? Ni muda gani nimebakiza wa kuishi hapa duniani? Ni mwaka, mwezi, siku au pengine tunaweza kujiuliza kama nina siku moja ya kuishi hapa duniani, ni kipi ninaweza kufanya ndani ya siku hiyo? Labda ni kujipatanisha na niliyemkosea au kutubu makosa yangu au kusali na kuomba neema ya kifo chema na mambo mengine kama hayo. Kumbe ni mwaliko wetu sote kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kumpenda mpendwa jirani kama tunavyojipenda wenyewe. Kwa kuwa sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu, kila mmoja amuone mwenzake ni wa thamani. Na yote hayo tunapaswa kufanya sasa, na wala siyo baadaye, kwa sababu hakuna anayefahamu baadaye yake itakuwaje, au ni muda gani atakapoitwa kurudi kwa Baba yake wa mbinguni. Hivyo tunapaswa muda wote kuwa tayari. Kwa wakati mwingine Watu wamekuwa kijaribu kutabiri mwisho wa dunia kwa kuona mabadiliko na mambo mbalimbali yanayotokea katika uso wa dunia, bali Yesu anasema kuwa ujio wa ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguzwa, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa kuwa ujio wa ufalme huo uko ndani yetu. Ndugu zangu katika Kristo, pengine na sisi tunaweza kujiuliza swali kama hili ambalo Yesu aliulizwa na Mafarisayo. Na katika mazingira yetu yanayotuzunguka, Mungu ametunemesha kwa neema nyingi sana kwa kuwa yeye mwenyewe alituumba kwa sura na mfano wake na kutushirikisha mambo mbalimbali yahusuyo ufalme wa Mungu. Hivyo kwa kutuumba huko, Mungu ametuweka pia karibu na ufalme wake, ufalme ambao Yesu mwenyewe anatuambia kwamba hatujui utakuja lini, bali sisi kuwa tayari muda wote na saa yoyote katika kusubiria ufalme wa Mungu. Kuna mambo mbalimbali yanayoweza kutuzuia kupata ufalme huo, kama vile kuwa karibu na mazingira ya dhambi, ambayo tunaweza kuzifanya kwa kukosa kushika kikamilifu amri za Mungu au za kanisa. Mpendwa wa Mungu, wewe na mimi tujiulize ni dhambi gani au kilima gani ambacho kinanifanya kuwa mbali na ufalme wa Mungu? Je, ni masengenyo, wizi, rushwa, kusema uongo, ufitini au ni kukosa kumpenda, kumpenda Mungu na nampendwa jirani kama ninavyojipenda mwenyewe? Na kwa kutambua hilo, jambo la kufanya ni kumrudia Mwenyezi Mungu aliye chanzo na asili ya uruma ambaye daima yuko tayari kutupokea na kutusamehe pale tulipoenda kinyume na mapenzi yake na kuwavuta, na kutuvuta karibu na ufalme wake. Ndugu zangu, katika kumfuata Kristo na kuenda ufalme wake, hatuna budi kukumbana na changamoto na magumu mbalimbali na hata kukataliwa na baadhi ya watu ambao tunawahudumia. Kristo mwenyewe alipata changamoto nyingi na hata kukataliwa na watu aliokuwa akiandamana nao kwa muda mrefu. Na sisi pia, wapo watu ambao pia hawatayakubali mafundisho yetu na hata kutufanyia mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yanatupelekea kukata tamaa na kushindwa kumhubiri Kristo katika ukamilifu wake. Pia changamoto hizo zinaweza zikatokea aidha kwa majirani au ndugu zetu, na tutambue pia katika ulimwengu wa sasa Sio kila mtu anaweza kutupenda kwa kiasi kile ambacho tunahitaji kutoka kwao. Wengine watatuchukia kwa mafanikio tuliyopata au kwa hatua fulani tuliyoipiga katika maisha yetu. Hivyo yote hayo yanapotupata, daima tusiwalaumu au kuwachukia kwa jambo lolote lile, wale wanaotukwaza na kutusababisha tuanguke dhambini. Daima tuweke tumaini letu kwa Kristo kwani yeye peke yake ndiye aliye nguvu na tegemeo letu, na pia mfano wetu wa kuigwa. Kwani wakati wa mateso yake hakuwajibu au au kuwadhihaki watesi wake, daima aliweka tegemeo na tumaini lake kwa Mungu, ili aweze kutukomboa kutoka dhambini. Na kwa kutambua hilo, hatupaswi pia kuwachukia wale ambao wamesababisha matatizo na makwazo katika maisha yetu ili Mwenyezi Mungu awasamehe na kuwabadilisha na kuwafanya kuwa baraka katika maisha ya wengine. Daima waone ile nafsi ya Mungu iliyo katika wenzao na wazidi kuwavutia zaidi katika ufalme wake ambao upo ndani yetu. Siku zote tuendelee kuomba msaada wa Mungu, ili pale ambapo nguvu za kibinadamu na vishawishi vya dhambi zinazotuzidi, tuendelee kuomba msaada wa Mungu, ili pale ambapo nguvu za kibinadamu na vishawishi vya dhambi zinapotuzidi uwezo wa Mungu udhihirishwe na kila mmoja wetu azidi kuona na kuonja furaha ya pekee na amani inayopatikana katika Kristo mwenyewe kupitia neno lake na sakramenti zake. Tuwapo katika huzuni au katika masikitiko mbalimbali, tumkimbilie Kristo, kwani yeye daima yuko kila yuko mahali popote na muda wowote anapatikana kama tukimwendea kwa imani na uchaji. Ndugu zangu, Mungu wetu ni mwenye huruma daima, hapendi kuona sisi viumbe wake ambao tumeumbwa kwa mfano wake tupotee kwenye dhambi, na hata kama tukianguka kwa bahati mbaya au kwa makusudi dhambini, tukimbilie kiti cha huruma yake katika sakramenti ya kitubio ili tuweze kujipatanisha naye ili, ili tuweze kujiandaa vyema kwa ajili ya ujio wa ufalme wake ambao upo ndani yetu daima. Hivyo hatunabudi pia kufanya mazoezi ya kiroho kila siku kwa kujibidiisha katika sala na kufanya matendo ya huruma kwa wahitaji, kwa kuwa kupitia hao tunakutana na Yesu kwa ukaribu zaidi. Ninakushukuru kwa kutafakari nami pamoja injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Eric Proches wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha, kwa imani, bila neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana, neno limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha, kwa imani.